Tumeanza kutoa huduma kwa humu ndani, kama nilivyokuambia, kwa wananchi wanaotoka Komoro, wanatumia sana huduma hizi. Msumbiji, Kongo DRC. Uh, juzi tulikuwa na wataalamu wetu ambao walikwenda Afrika ya Kati kuweza kuona jinsi gani tutaweza kuwasaidia wakue katika sekta ya afya ishirikiana na Shirika la Afya Duniani, tarehe 6 mwezi wa saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano visiwa vya Komoro walikuwa wanasherehekea miaka hamsini ya uhuru wao, na Mheshimiwa Rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan alikuwepo pale, na katika maongezi yale tunayosema ya government to government, ilionekana kuna uhitaji mkubwa sana wa matibabu ya kibingwa na kibingwa bobezi uh, nchini Komoro. Kwa hiyo ilikubaliwa kwamba tuende tuka weke nguvu pale katika tiba, madaktari bingwa na mabingwa bobezi, na sasa tumejiandaa. Na serikali ya Komoro iliamua kwamba madaktari hawa bingwa ambao wanatoka katika hospitali sita tofauti tofauti ikiwepo Muhimbili tuende katika visiwa vya Anjuani. Kwa hiyo pale tutakwenda kutoa huduma, lakini pia tutaweza kuunganisha huduma za za tiba na utalii tiba na utalii ni vitu ambavyo vinaenda pamoja, kwa sababu tunaamini unapokuja kutibiwa huhitaji kuishia kwenye majengo yetu, unahitaji kwenda kuangalia vivutio vyetu, ndipo tiba inapokamilika. Uh, wataalamu wetu wataanza kuondoka kuanzia tarehe moja eh, na watakuwepo kule kwa muda wa wiki mbili kutakuwa na matukio tofauti tofauti na, na, na mabingwa tofauti ambao wameenda kutoka hospitali ya taifa na sisi kama hospitali ya taifa tunapeleka mabingwa waliojikita katika magonjwa ya kinamama, katika magonjwa ya yanayosumbua mfumo wa mkojo, katika matatizo ya uzazi na katika kuangalia magonjwa ya figo. Hizo ni huduma za kibingwa bobezi ambazo tutazitoa pale a, Komoro. Na tukitegemea tukiwaona wagonjwa wengi, pia tutakuwa na mazungumzo na madaktari katika kuwajengea uwezo, lakini kuona jinsi gani tunavyoweza kushirikiana. Wale wagonjwa badala ya kuwapeleka Komoro, wanawapeleka sana Ufaransa, wawe wanakuja sasa kutibiwa katika hospitali yetu ya taifa moja, lakini katika ushindani wa ubora wa ubingwa, tukitambua kwamba Tanzania ni kitivo cha utalii tunapokea watalii wanaoenda kupanda mlima Kilimanjaro, kimanjaro wanakwenda kwenye mbuga zetu. Kwa hiyo tunajikita katika kuhakikisha kwamba hospitali za kisasa zinajengwa na zina miti ile tunayosema ni ithibati ya kimataifa, ili sasa ziweze kuwa na cross kuwapata wale ambao wanaweza kulipa kidogo na wale ambao wanaweza kulipa zaidi.